Pete ya Leyla sehemu ya nne. Mwanga huzaliwa pale giza linapokubaliwa. Siku zilipita kama upepo wa jangwani, kimya, lakini zenye nguvu ya mabadiliko. Leyla sasa alikuwa mgeni mwenye maarifa mazito, lakini pia mzigo wa kimya. Pete ile ya maajabu haikutoa tena ndoto wala kung'aa ajabu. Ila ilikuwa daima baridi kidogo kama tone la mvua kabla ya dhoruba. Alikuwa amerudi kijijini, lakini kijiji hakikuwa kama alivyokiacha. Mama Hidaya alikuwa amemwonya, "Wakati mwingine unapovunja laana unafungua lango la zamani ambalo wengine walilifunga kwa makusudi." Siku moja kabla ya alfajiri, Leyla aliamshwa na harufu ya moto. Alipotoka nje, alikuta mti mkubwa wa mikungu ukiungua polepole pole, lakini moto haukuwa wa kawaida. Ulikuwa wa rangi ya samawati usiounguza, bali kulamba anga. Hakukuwa na moshi, hakukuwa na joto katika kivuli cha huo mti msichana mdogo alionekana ameketi mrefu wa kawaida, lakini macho yake yalikuwa meupe kabisa na alionekana kama kivuli kisichoeleweka. Umefungua lango, msichana yule alisema, na sasa waliofungwa wanapita. Mimi ni wa kwanza. Leyla alichukua pete mkononi, lakini haikutoa mwanga. Badala yake, msichana yule alitabasamu, tabasamu lililokuwa la huzuni zaidi ya shangwe. Siku nyingi nimekuwa nyuma ya mlango nikiisubiri rehema ya mwanadamu, lakini rehema yako imewagusa wengi, hata wale wasiohusika. Ghafla ardhi ilianza kutikisika, si kama tetemeko, bali kama mpigo wa moyo wa ardhini yenyewe. Kutoka kwenye kivuli cha msitu, watu waliosahaulika walitoka mmoja mmoja. Wengine walivaa mavazi ya kale ya karne zilizopita, wengine walionekana kama roho zilizotembea bila mwili. Walitembea kimya, kuelekea mti wa mikungu unaowaka. Laila alipiga magoti, uso wake ukielekea ardhini. Je, mnakuja kwa amani au kwa kisasi? aliuliza. Tunakuja kwa ukumbusho, walijibu kwa sauti moja isiyo ya kibinadamu. Katika muda mfupi, pete ilianza kuchemka, ilijaa mwanga si wa samawati, bali mweupe mwepesi, kama pumzi ya kwanza ya mtoto. Ndani ya mwanga huo, Leyla aliona milango mingi, miji ya kale iliyozama, vilio vya watu waliopotea, na matumaini yaliyosahaulika. Mama Hidaya alifika akiwa amevaa vazi la zamani la watunza lango. Macho yake hayakuwa tena ya kawaida, yalikuwa yamejaa historia. Leyla, umechaguliwa. Si tu kama mhifadhi wa pete, bali kama mlinda wa milango. Kila pete ina mlango wake, na kila mlango una nafsi inayotafuta kupita. Ndipo Leyla alielewa. Hii haikuwa tu hadithi ya pete, ilikuwa mwito wa kizazi. Kizazi cha wale waliopaswa kusimulia, kusamehe na kulinda.